Mbiu ya mgambo ikilia, lazima kuna jambo. Na hii leo, wanachama wa shirika la kutetea haki za binadamu waliandamana moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge la kaunti ya Machakos, kisa na maana ikiwa ni kuwasilisha barua walizoandikia wawakilishi wa maeneo bunge 40 kutoka katika kaunti hii, dhamira lao kuu likiwa kuwasuta wawakilishi hao We ili kudhihirisha kuchosha kwao waliandamana wakiwa wamebeba panya walioashiria wawakilishao wenye tabia za kula mali ya umma huku wananchi wakizidi kuzama katika bahari ya umaskini. Kipengee cha kwanza cha katiba kinasema ya kwamba nguvu na mamlaka iko mikononi mwa Wakenya. Kipengee cha 37 katika katiba hii inaturuhusu kwamba kuandamana na kupeleka makataa yetu kwa ile relevant authority. Yes. Hata hivyo juhudi zao za kuwapa wawakilishi hao panya na barua ziligonga mwamba baada ya kuzuiliwa na maafisa wa polisi kuingia katika majengo ya bunge. E Mungu Mungu! Wanachama hao kwa sasa wanaiomba tume kukadiri, ya kukadiri mishahara ya wafanyikazi wa umma nchini na ileo kupambana na ufisadi kuingilia kati. Tom Wanjala, Citizen Nipashe.